Hii ni K-News. Habari. Lengo letu la chama ni kushika dola. Tushike dola, tushike majimbo. Tushike na taifa. Kuanzia sasa kila kiongozi, kila mwanachama aondoke na hiyo imani kwamba dola tunaikamata, sishemu ha Hatuiogopi CCM kwa sababu nchi yetu ina katiba. Tutashiriki uchaguzi na uchaguzi utafanyika, tutashika majimbo, tutapata majimbo, nawahakikishia tutapata majimbo, tutapata kata, na ikiwezekana hata urais tunaweza kuchukua. Nawaamini kama mnakumbuka, NCCR Mageuzi tulikuwa sehemu ya kikosi kazi cha taifa ambacho kilikuja na mapendekezo ya kufanya makubaliano ya mfumo wa uchaguzi kufanya mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi. Ndugu wajumbe, mnafahamu kwamba kikosi kazi hiki kiliongozwa na Profesa Mkandala na viongozi wote wakuu wa vyama vya kisiasa walikuwa wajumbe wa, wa kikosi kazi hicho tukiwemo sisi NCCR-Mageuzi na sisi CCM pia, walishiriki na vyama vingine vilishiriki. Kikosi kazi hiki ni sehemu ya baraza vyama vya siasa. Kikosi kazi hiki kilitoa mapendekezo na NCCR Mageuzi tulikuwa sehemu ya kikosi kazi hicho. Sisi NCCR tulitoa mapendekezo ambayo ndiyo tuliona yanatutatiza. Cha kwanza ambacho tuliona tunatakiwa kukipendekeza kama NCCR Mageuzi, tulipinga wakurugenzi wa, wa halmashauri manispaa na majiji kuwa wasimamizi wa uchaguzi, kwa sababu tuliwaona kama makada wa CCM, hatuwezi kuwapa nafasi hiyo. Kwa kupinga hilo, jambo hili limefanyiwa kazi na sasa wakurugenzi sio wasimamizi wa uchaguzi tena, bali jukumu hili lipo kwa maafisa waandamizi wa serikali kama nchi jirani ya Kenya inavyofanya, Uingereza na nchi nyingine kubwa huko duniani. Kwa hiyo hili si tatizo tena. La pili lilikuwa ni madaraka ya rais, katika kuteua wakurugenzi wa tume, wenyekiti pamoja na wajumbe wa tume. Jambo hili nalo limefanyiwa kazi, kuanzia sasa jambo hili lipo kamati maalum ya uteuzi inayoongozwa na jaji mkuu wa Jamhuri ya Muungano na jaji mkuu wa Zanzibari, ambao hili pia sisi kama NCCR Mageuzi tuliliwasilisha kwenye kikosi kazi hicho na limefanyiwa kazi suala la wasimamizi wa uchaguzi na wasimamizi wasaidizi hawa tulitamani uwepo mchakato huru kwa kuwapata, na ndiyo yalikuwa mapendekezo yetu, na jambo hili nalo limefanyiwa kazi, na tume itatangaza nafasi za kazi kwenye gazeti la serikali. Sasa ndugu zangu, kwa hayo yote tuliyoyawasilisha na yameshafanyiwa kazi, kwa nini tusiende kwenye uchaguzi? tuna sababu nyingine yoyote ya kutoshiriki uchaguzi? Sisi tunaenda kwenye uchaguzi na tayari tumeshapata mgombea wa urais na mgombea wa bunge na wote tunafahamu kwamba wako vizuri wanauzika, na tusiogope, tusiogope CCM. tusiogope CCM. Hawatusumbui hawa tunawamudu. Hakuna kuogopa, hakuna kuogopa mikiki yao, hakuna kuogopa chochote. Hawatusumbui na rudia tena, tunawaamudu kwa, tutashiriki uchaguzi na tutawaangusha. <coughs> Na pia nichukue nafasi hii kuiomba serikali yetu isiruhusu watu kuvunja katiba, kwa kuwa uchaguzi upo mujibu wa katiba, na sisi NCCR-Mageuzi tunafuata katiba yetu Mjamburi, ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wote ni wamoja, tunafanya kazi kwa umoja na mshikamano, ili kukiweka chama katika misingi iliyo imara, ili kukiweka chama katika hadhi inayostahili kama NCCR-Mageuzi ile iliyokuwa miaka ile ya nyuma, ili miaka ya tisini na kitu, ili NCCR-Mageuzi inakwenda kurudi kwa nguvu zaidi, kwa kishindo zaidi. Hii ni K-News. Habari